Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dugu zangu wapenda kheri, hawa ni Waislamu e, kitongoji cha Miembe Mingi, wilaya ya Kibiti. Hawa ni watoto, hawa ni wakinamama na wale ni viongozi wa msikiti wa maeneo haya, na huu mnaoona hapa ni msikiti wa kufanya ibada Mashaallah, naingia ndani ya msikiti, muone mazingira ya ndani. Ndugu zetu wanaswali hapa, miembe mingi, wilaya ya Kibiti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hali ipo kama hivi e. Msikiti huu, mikeka, madhuria hawana, wana e, ili turubai moja tu, milango mibovu imekuwa e, sehemu ya makazi ya mbwa. Hali imekuwa ni mbaya sana kuna sehemu wamepija rafu, si mwingine ajaeka rafu e, kupauliaji wa miti kama mnavyoona, mtihani mkubwa sana ili eneo e, waislamu wapo wengi, hao ni baadhi tu waliojitokeza e, baada ya kuniona wakasema, basi tunaomba sisi tukuletee mitihani yetu tukuletee shida zetu tulizokuwa nazo katika eneo hili la miembe mingi wilaya ya Kibiti. E, na tatizo kubwa uliokuwa naro ni maji. Nimewakuta hapa na ndoo kama mnavyoona kwenda kutafuta maji, lakini e, wakasema, na hizi no ndoo za wakina mama hizi no na hizi zote zini ndoo. Shida yenu na shida yao ni maji, lakini insha Allah kuna imamu, kuna imamu wa msikiti huu, alhamdulillahi yuko hapa, basi kwa dakika moja anaweza akazungumza imamu. Karibu sana, hemu niambie tatizo lenu kubwa haswa ni nini? Imamu wangu hapa miembe mingi. assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Sisi ni Waislamu wa, wa, wa, wa miembe mingi. Tuna msikiti wetu hapa ambao una mapungufu mengi. E, sahivi hatuna sakafu hatuna mirango, yani kila kitu kiko ovyoovyo, lakini pia tuna tabu ya maji kuhusu kutawadha ni mtihani basi. Kwa ajili ya Allah subhanahu wa wataala, tunaomba kampani kuhusiana na jambo kama hilo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salaam. Haya, mama yangu mmoja azungumze na he. Mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatu. Naongeza kwa jambo lingine Nasindikiza shehe wangu hapo, kwa sababu tuna matatizo ya maji, tunashindwa hata kupata ibada muda mwingine kwa kuteseka maji haku.